kazi waeneo bunge la Malava wakijitokeza kwa wingi kufika katika vituo vya kupiga kura mapema asubuhi. Katika shule ya St. Joseph lunyi iliyoko katika wadi ya manda shivange, eneo bunge la Malava, alifika mapema mgombea kiti katika chama cha DAP-K Seth Panyako, ambaye alipiga kura yake. Huku akihutubia waandishi wa habari, Panyako ameonekana kusuta serikali au wapinzani wake kwa kile wanasema wamechangia kumwangaisha tangia jana. Hii inatokana na Panyako kulalamikia kuvamiwa na watu wasiojulikana katika makazi yake hapa Malava personal telling center and the aim of the attack, who, as the intelligence had received earlier was that uh, His Excellency the President of the Republic of Kenya through Farouk Kibet and Nabi Nabwera Stanley Livondo and Rashid Echesa had been instructed clearly to come and assassinate me with my wife because I know the part leader told you that I was doing 52%

akiwa ameandamana wakili wake wa pamoja na kinara wa chama cha DAP-K jijini wa Malava, wale hao wamesuta serikali ya Kenya Kwanza kwa kile wanasema imeingilia katika uchaguzi mdogo maeneo tofauti katika taifa la Kenya, wakitaka chaguzi hizo kufanyika kwa uhuru na haki. So, the county commandant she told me she's intervening the first one i called she took it lightly she didn't intervene I, i wrote her message she refused to receive my call i wrote her message then she called back i asked her I'm just calling you to report that i'm under attack and you disconnect my call then I, then then we left of course we we, we had to find a way out but i can assure you that a person who attacks your driver

bribery. Katika mkahawa wa Seth Panyako ulioko eneo la Kabringo nafika na kukutana na, na masilio na hali ilivyokuwa hapo jana. Semekana kuwa watu wasiojulikana walivamia mkahawa huko mida ya saa 4 usiku huku wakiacha watu kadhaa na majeraha pamoja na uharibifu mkubwa. Bawabu aliyekuwa katika mkao huu anayeshumulia aliyotokea usiku wa jana huku wengi wakisazwa na majirani na kukimbizwa katika hospitali mbalimbali ikiwemo hospitali ya Webuye. Sasa ilipofika kitu saa, kitu saa saa, saa, saa, tano saa sita au e, tukaona landcruiser mingi imetoka huko kwa barabara na watu wengi, sasa tulipoona group yenye inakuja inashinda e, sisi ikapiti tujiokoe ya eh, eh, nika, nika na katika hali ya kujiokoa mimi nikafanya nini, nika nikaenda nikalala huko, na watu wakakuchwa na na, na, na hizo kari zaa wakasukuma keti keti, ikapomoka. Hata keti ilipo pomoka, wakaingia hapa, karibu milango, karibu matirisha, karibu makari wakakata kata wenzetu wenye walikuwa nakutana nao, na wengine wakawapika marungu, lakini mimi neema tu ndiye alifanya mimi nikapona, nika, hata mwenzangu wakamkata mkono wakamkata na kichwa, kwa sababu imi yao ilikuwa kushambulia mlango, yamwesimewa ya mpaka bedroom yenye analala na, na, na, na matam Kilomita ya chache kutoka katika mkahawa wa Set Panyako ulioko maeneo ya Kabreng kama eneo ya Muhonje mmojawapo ya vituo vya kupigia kura hapa inadhihirisha kuwepo na makabiliano baina ya makundi mawili. Gari linayosemekana kuwa la kinara wa chama cha DAPK Eugene Wamalwa inateketezwa moto, huku walioteketeza gari hilo wakikwepa afisa wa polisi wakishika doria. Sasa wakazi wanataka maafisa wa polisi kuhakikisha kwamba doria imeshikwa katika vituo vyote, ili kuwapatiwa nafasi wakazi wa Malava kujitokeza na kupiga kura. na mambo yenye tumefanyia leo, hata si hatujafurahia hata kidogo wenzetu, tulikuwa natoka nyumbani kuja kupiga kura tukidhani ni kura ya amani, kumbe ilikuwa kura ya vita. Tafadhali tunaomba serikali kama serikali iko karibu Iangalia hii mambo kabisa. avijanenye wanafaa bunduki kuna wale hata wanakuja na, na mampimu si atuwajui. Mpaka mwenyewe kiongozi mwenyewe amefalia lakini tunamjua. Awachane na hii kura ni ya Malava. Hii kura yuko Mumias akipenda tu. Hata rais penye hapo akisikia tafadhali awachane na hii kura. Rashid Ejes. Rashid Ejes ndiye amekuwa na watu. Na sisi tulikuwa tunaenda kupiga kura. Si atukuwa na mambo na vita. Sisi tunapenda amani hata huku hivi oko nimeona msafara ya magari ambaye kidogo kuliza hata na hii ah, ni kani ikapata ni mheshimiwa na napi na wera alikuja na magari mbili, e, akiwa na ndani. Ni sasa mimi tu niliona mabunduki hiyo, naamini ni maskari ndio alikuwa na mabunduki. Yeye mwenyewe pia alikuwa na bunduki, amevaa jacket, lakini bunduki iko ndani. Ah, maskari walikuwa nao, mmoja alikuwa na pistol iko hapa na jacket kubwa, bunduki kubwa ndani. Sasa kitoko, za ile tuko kwa barabara pale. Tumeona msafara ingine nafi, inafika kumbe ilikuwa ya mheshimiwa Eugene wa Malava. Sasa kufika kauliza watu wamejaa hapa ni nini inafanyika? Wa, alikwambia kuna mheshimiwa na pia amekuwa hapa na vile hao na nao, nao, waliona wakapendua magari yao wakapeleka kwa pomo ingine pale hivi. Sasa katika era la kadi watu wa hiyo ni kawaida. Watu wakikutana wawili lazima itakuwa pale na rabsha. So, kujua ni nini inafanyika juu ni mrengo ingine na hii ni mrengo ingine. Yeye, yeah, harakati nini nini kumbe ni kama upande mmoja ilitafuta support, ambapo mimi, kulingana na mimi, naweza sema ni nani alitafuta support ya kuondoa magari yake mali alikuwa ameingiza. Jo, watu walikuja, walikuwa ni kikundi kubwa ya magari mingi sana, magari more than 10. No, na wamekuja na mapini na bunduki, mipini mapunduki sasa katika hara gari na Eugene Wamalu walikuwa mesimama kwa barabara. Awe walisuka tu na kuanza kupiga watu nini, na mtu mmoja tulimspot huyo, ni jamaa kutoka Mumias huko. Ndiye alikuwa na hiyo kuni yenye iliguja na kufamia hii. Hii kari yenye naungua ni ya muisimi wa Eugene Wamalu wa wakapiga piga marisazi juu nini watu wenye lukua kwa troo, sasa tumeokopa, sipu nduki tunaokopa kidogo ndio mmoja mwenye kuni ile ilikuja nini ku kuwasha gari kibiriti, na kuweka ndani. Walitoka kwa hiyo gari briefcase mbili, sijui ni ilikuwa ni ya pesa ama ni ya nini sielewi, na wakawasha gari moto. Hiyo harakati ndio kidogo, labda nini na magari sasa. Sasa, sa huyo, sa mheshimiwa na bisi kachukuliwa kutoka mahali zilikuwa simeenda, na hiyo watu wa msafara nyelikuja na wakachukua wakatoka, wakaenda zaidi ya wakazi 94000 yao na 4 wameorodheshwa na tume ya uchaguzi na uhuru nchini IBC watakaopiga kura katika eneo bunge la Malava, huku nafasi hiyo ikiwavutia wagombea viti tisa: ugombea kiti katika chama cha Kenya moja Wilbavostovey, David Ndakwa wa UDA, Seth Panyako wa DAP Kenya, Benjamin Nandwa wa Nopeu, George Ngaira wa Party of Democracy Unity PDU, Jason Shibakali wa Entrust Pioneer Party EPP, huku Joab Manyasi wa DNA. Ned Kabusieke wa DCP na Bruce Vakale wa APP wakijiondoa katika kinyang'anyiro hicho. James Shitemi, eneo bunge la Malava kunako kaunti ya Kakamega.